Ushawahi kujiuliza kwa nini Februari 14 dunia husimama kwa ajili ya mapenzi? Kila mwaka ifikapo Februari 14 mitandao hujaa picha za maua mekundu, zawadi na maneno matamu Happy Valentine's Day. Lakini swali ni hili: kwa nini tarehe hii imekuwa maalum sana katika mahusiano? Valentine's Day inatajwa kuanzia enzi za Roma ya kale, ambapo padri aliyeitwa Valentine aliamini katika nguvu ya upendo na ndoa. Inasemekana aliwaozesha wanandoa kwa siri, wakati huo ndoa zilipigwa marufuku. Kitendo chake cha kutetea mapenzi kilimgharimu maisha, lakini jina lake leo hii likabaki kama alama ya upendo wa kujitoa. Kadri miaka ilivyopita, siku hiyo ikageuka kuwa ishara ya kusherehekea mahusiano, watu waoneshe hisia zao kwa zawadi, chakula cha pamoja, safari fupi au hata jumbe fupi za mapenzi. Lakini ukweli ni huu, Valentine si kuhusu zawadi pekee. Ni ukumbusho kwamba mahusiano yanahitaji muda, heshima mawasiliano na kujali. Siku hii huwakumbusha watu kuthamini wale wanawapenda, iwe ni mpenzi, mume, mke au hata rafiki wa karibu. Wapo pia wanaoona Valentine kama siku ya kibiashara zaidi, ambapo shinikizo la kununua zawadi wakubwa. Hapo ndipo changamoto huanza, mapenzi yakipimwa kwa thamani ya zawadi badala ya ubora wa uhusiano. Mwisho wa yote, upendo wa kweli haupaswi kusubiri Februari kumi na nne. Mahusiano bora hujengwa kila siku kwa matendo madogo madogo ya kujali na kuheshimiana, na hii ni CF Media.